Yes mtazamaji wetu wa kipindi bora kabisa cha interview katika, uh, television yetu bora napendwa kabisa hapa nchini Tanzania Shija Msukuma TV uh, st st station ambayo inafanya vizuri sana Afrika Mashariki na kati. Uh, sisi mambo yetu ni kukuletea tu waimbaji pamoja na watu mbalimbali wanaohusika na mambo ya music, inawezekana ma director, lakini pia uh, producers katika studio za audio. siku siku ya leo, ndugu mtazamaji wa Shija Msukuma TV uh, siku ya leo Uh, tuko live hapa uh, tumekuletea mwimbaji wetu pendwa kabisa kutoka nchini Tanzania, kwa Kagera, wilaya ya Biaramlo, anaitwa Beatrice George. Nadhani ndugu mtazamaji utakuwa umekutana na kazi zake na utakuwa umewahi kumwona. Leo tumekuletea msikie anaongea nini kuhusu uimbaji, anaongea nini kuhusu tasnia ya muziki kwa ujumla. Uh, dada Beatrice yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Shija TV uh, Shija Msukuma TV, tunakukaribisha siku ya leo kwenye interview wetu, tuko mbele ya watazamaji hapa, walitamani sana wa kuone uwepo kwenye interview ya siku ya leo, na tunashukuru Mungu kwamba umekuja. Habari za safari kutoka Biara Mlo kwa Kagera? Nzuri sana. Aa, huko mnaendeleaje na huduma kweli kule Biara Mlo? Tunaendelea vizuri mkoa wa Kagera, yes. tuko vizuri Mungu ni mwema katika maisha yetu. Naona sasa hivi umependeza, umenenepa, umenawili dada. Kwa neema za Mungu. Yesu anatenda <laughs> <laughs> Ndugu mtazamaji, huyu ni Beatrice George, nadhani ana nyimbo kadhaa kadhaa pale kwenye channel yake ya YouTube, utajua anapatikana vipi na, VIP na nyimbo zake zinaitwaje, kwa sababu tuko naye, hakuna jambo litasalia, kila jambo itafanyika sasa na ambavyo uh, yeye atalitambulisha uh, dada Beatrice, sisi sikuelewa kwenye interview yetu, nilitamani nikuulize kwamba uimbaji wewe umeanza mwaka gani, uimbaji kwa ujumla wake imata na uokovu kama umezaliwa kwenye dini hizi za Kikristo au imekuwaje, umeanza lini uimbaji huu? Ndiyo, uimbaji huu niseme nina muda okay. Nina muda nikiwa mwimbaji yes. Kwanza niseme labda historia ya maisha yangu kipindi cha utoto wangu yeah. Hiki kitu ilikuwa nacho Isipokuwa wakati mwingine mazingira ndio okay. Mazingira hayakuruhusu ili ni, ni, niendeleze katika kile kipaji. Okay. Lakini nadhani kwanza uimbaji rasmi huu mm, utakuwa kama mwaka wa nane hivi. Okay. Okay. Lakini lakini uimbaji binafsi kama uimbaji binafsi hivi ninavyoimba mimi kama mimi yeah huu ni mwaka wa tatu mwaka wa tatu ndiyo, okay. ndiyo. Sasa na tumekuwa tukisikia waimbaji mbalimbali wanakuwa na shuhuda mbalimbali kwamba uh, wametokea katika muziki hii ya Bongo Flava, tunaita secular music. Vipi wewe, umewahi kupita huko au umeibuka moja kwa moja kwenye nyimbo za injili? Kwamba uh, na namaanisha kwamba waimbaji wengi wa nyimbo za injili wamekuwa na shahuda tofauti tofauti, ila walio wengi wamekuwa kusema, ah mimi nilikuwa msanii wa Bongo Flava uh, baadaye Yesu akakutana na mimi. Vipi wewe, umewahi kufikiria kuimba muziki au umewahi kufanya? hapana kufanya kufanya sikuwahi kufanya kwa sababu mi niseme, ni, ni nimekulia katika Ukristo. Kwa hiyo sikuwahi kucheza kuimba nyimbo za za dunia, kwa hata disco ukuwahi kwenda? <laughs> Huyu e ni Beatrice George. ah, leo tuko naye utasikia mambo mengi kuhusu yeye. ah, Beatrice George kwa hapa Tanzania nadhani mnafanya mziki wa, wa nyimbo za Injili lakini ikiwa kwamba mziki wa Bongo Flavor unakwenda sana. Secular music tunaita hii mziki ya vijana wetu wanaoimba nyimbo za kidunia kwa lugha za kiroho tunaita hivyo. Nyimbo zao zinafahamika sana na zinapata kibali sana kuliko nyimbo zenu. Nini mpango wenu kama waimbaji wa nyimbo za Injili juu ya hili jambo kwamba tuhakikishe sasa kwenye vilabu vyote vya pombe, maeneo mbalimbali nyimbo za Injili Zi, zi make headline hata kwenye vichwa vya Tanzania. Mpango gani kama wa Kristo na mtumishi Mungu kwenye njia hii ya uimbaji wa nyimbo za injili? Kwa kweli mi nisemee kwenye hili yeah. Inatakiwa mi nihamasishe waimbaji, waimbaji wote wa nyimbo za injili okay. Hebu tujitahidi, kwa sababu hii ni dhamana tumepewa mm. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuweka mambo kuweka mambo sawa mm. Ili tuhakikishe kila mtu anafikiwa na ujumbe kwa neno la Mungu. Maana uimbaji ni ujumbe pia uimbaji okay. Pia niseme wakati mwingine ni kuhubiri. Kwa hiyo yaani niseme niseme upande wangu, natamani kila mtu apate kusikia kusikia kupitia ujumbe wangu, lakini pia hata mwimbaji mwingine hebu yeah. tujitahidi katika hili ili watu waokolewe watu watoke katika miliki za giza. Um, pengine mtakuwa mnafeli wapi sasa? Pengine uh, unaposema hivi tujitahidi inawezekana pengine ima kiroho mnafeli au uh, promo promo za za nyimbo zenu mnafeli au uh, pengine mnafeli wapi sasa kitu ambacho kinapelekea unasema tujitahidi, na maana kwamba tutakuwa kuna semu mnafeli labda pengine labda, sasa kazungumza nao ni wapi tunafeli na uh, ili kusudi tuweze kutengeneza hapo nyimbo zetu ziweze kukua sana. Ah ni seme ni seme hatujafeli hatujafeli. Se, hatuja yeah. Ila wakati mwingine sijui naweza nikalisemeaje? mm -hmm. Unajua kwa nyakati tulizo nazo mm -hmm. majira tulio nayo wanadamu wengi walio wengi yeah. Wamependa dunia na mambo yake yeah. Kwao sasa, unakuta nyimbo za injili zipo mm -hmm. Sio kwamba ni chache, zipo mm -hmm. na zina jumbe nzuri mm -hmm. Lakini unakuta watu walio wengi wanapendelea nyimbo za dunia kutokana na yeye, an, yeye ni mtu wa, wa, wa mazingira gani, yani anapenda vitu vya dunia na anapenda nyimbo zile za Um, okay, nimekuelewa lakini sasa kuna uh, taarifa mbalimbali tumekuwa tukizisikia kwa waimbaji, mfano alikuwepo Goodluck Gozbert uh, ame muziki ambao unaonekana kama flavor, lakini yeye uh, anaimba maneno ya Mungu na yeye anasema ameitwa hivyo, lakini juzi Abon Mwetege uh, naye ametoa singeli ya gospel amezua <laughs> uh, taharuki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Watanzania wengi hawakumuelewa juu ya jambo hili mm -hmm. Uh, wamemsema sana lakini, baadaye alijitokeza akazungumza upande wake kwamba hakuna mziki rasmi wa nyimbo za injili isipokuwa melodi yoyote ukiwekea neno la Mungu inaweza ikatumika kwa ubiri watu. Tumeona kuna mapiano zimepigwa gospel na singeli kama nilivyokuambia. Pengine wewe hili unalizungumziaje na unashauri kitu gani kuhusu hili jambo? Kwa kweli mimi kuhusu hili jambo mimi mwenyewe mimi mwenyewe kuna wakati mwingine nafikiria sasa ni hapa nifanyeje? Mm. Mm. Yeah. Si. Yeah. Yeah. Kwa sababu gani? Kama hivyo unavyoongea. Mm. Na kipindi niwahi kusikia mtandaoni yeah. Hivi mtu mmoja anaongelea sisi. Sikumtaja. Yeah. Yeah. Anaongelea kwamba inatakiwa mziki huu wa lege yeah, usitumike yeah. Sasa nikafikiria sasa, hapa kama mziki wa lege usitumike kwa uimbaji wa <laughs> nyimbo za injili kanisani tusiutumie, mm, basi sasa watuorozeshee, mm, sisi kama waimbaji binafsi, yeah, ili tujue sasa mziki ambao unaweza ukatumika kanisani au mziki ambao unaweza ukatumika, mm, kwa waimbaji wa injili ni mziki gani, ni mziki gani? Ah, ili tuelewe maana tukiangalia miziki yote iko sawa, niseme mm, iko sawa iko sawa, au kwa mtazamo wangu sawa sawa, lakini labda kwa mtazamo wa mwimbaji mwingine mm, anaona kwamba uko sawa mm, lakini sasa tukirudi huku mm, kwa watazamaji wanaotazama wanaanza kuchuja kwamba hapana, hapa, hapa haikupaswa kuimba we kama mwimbaji wa nyimbo za injili, hakupaswa kutumia mziki huu mm. Sasa hapo kwa kweli mimi mwenyewe napata kama vile ukakasi fulani <laughs> napata ukakasi, nashinda sasa hapa sawa mimi ni mwimbaji wa, wa nini wa nyimbo za injili, yes. sasa hapa nitumie mziki gani, mm. ambao hauta waathiri watazamaji, okay. na wasikilizaji ndio hauta waathiri watazamaji na wasikilizaji mm. nitumie mziki gani? mm. basi watuambie, watuambie tutumie mziki gani ili tusionekane tunafanya vitu vya ajabu. Kwani wewe sio ume, umeimba singeli au umeimba hizi pia, mapiano ume, umefanya kwenye nyimbo zako za injili? Nadhani hapana. Kwa nini hujafanya Sijafanya, sijafanya wimbo wote wa singili. Hao watakuwa wako sawasawa, kwamba ni mziki wa kidunia kama kama wao ufanyi, pengine aa <tokona> watu wako sawasawa kuwashtuma kina Boni Mwaitege kina Goodluck na wengine, kwamba mnafanya mziki wa kidunia, au pengine tusubiri tu, ni jambo la muda. Utafanya hilo, siwezi kulisemea. Kwanza mimi, ndio maana nimetangulia kusema natamani tutambue miziki au nitambue miziki inayotakiwa yaani watu wanaoipenda ni, ni ipi upande wa nyimbo za Injili. Okay, kwa mpaka hapo wewe hutambui, isipokuwa unatamani watu wakwambie. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, pengine kama unaelewa zaidi, ni mziki gani wa kiroho utumike, ili kusudi kuwafikia watu kwenye dini zao, saa sana ambavyo Mungu anaagiza, kwa mujibu wa maelekezo utakayotupatia, pengine tunaweza tukapata hatua. Andika kwenye comment yetu hapo chini, andika tu kwamba bwana mziki unatakiwa kutumika. Hmm, lakini nadhani muda wetu umekwisha, muda wa kipindi chetu umekwisha. Labda pengine zungumza na Watanzania, waambie sasa wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii na ni nini kinaendelea kwenye mtazamo wako na mwendelezo wa huduma zako za uimbaji ndani ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano na kuendelea. Karibu sana, zungumze nao, watazamaji wanakutazama. Nashukuru mtangazaji kwa kweli, mimi kwa sasa ukini tafuta unaweza, naweza ukaingia YouTube, napatikana pale na chaneli yangu nimefungua Ukiandika Beatrice George, utaniona pale. Ndiyo, napatikana pale lakini pia Instagram napatikana, na mitandao yote ya kijamii napatikana. Okay, labda pengine inawezekana mtazamaji anayekutazama ana simu ndogo na anatamani na, pengine ushaui mchungaji wao au pengine ni mchungaji anakutazama akualike kwenye mikutano labda pengine, uh, ungetaja hata namba za simu sasa, ili kusudi wa kupata japo pia hapa chini tutawawekea namba itakuwa inapita hapo wakati unaendelea kutaja atajia na namba yako ya simu. Unapatikana kwa namba gani, ni kusudi ya mtu ambaye ana simu ndogo sasa aweze kukupata. Nashukuru, nadhani inapatikana kwa namba ya simu sifuri sita, ndio nane nane nane nane, ishirini na nne ishirini na nne ishirini ishirini arobana tano arobana tano. Unaweza ukarudia tena labda? Sifuri sita sifuri sita, nane nane nane nane, ishirini na nne ishirini na nne

wako wa Shija Msukuma TV. Bwana, mimi nikushukuru sana shalom kwako wewe ambaye umetulia hapo kwenye TV yetu. Andika comment, lakini pia mtafute Beatrice George. Anapatikana kanisa la TAG. Ukifika pale ulizia kanisa TAG, yuko pale mbaji nzuri sana, na imba kiroho. Bwana, Beatrice, tunakushukuru sana. Shija Msukuma TV tunakukaribisha wakati mwingine. Mungu akubariki sana. Amina. Amina, tuko pamoja sana.